Saba bado miezi kidogo tu, kwa hiyo ni mwaka ujao. Tuelekee kaunti namba 15 sasa, ambapo wananchi zaidi ya elfu nne kutoka kaunti ya Kitui wamenufaika na chakula cha msaada ambacho kimetolewa na katibu katika wizara ya kilimo Jonathan Mueke. Akiongea na wananchi wakati wa kupeana chakula hicho, alisema kwamba serikali inaendelea kusaidia vikundi vya kinamama pamoja na vijana kwa kuwasaidia na mizinga ili waweze kufuga nyuki na kupata mapato kutoka kwa asili, asali badala ya kutegemea tu kilimo kinachohitaji maji au mvua. DCC tulikubaliana na security system ya Kitui. Hii maneno ya watu kununuliwa bangi na pombe kwenda kuharibu mikutano imekoma. Kwa hivyo mkiona vijana wamenunuliwa kwenda kufanya hiyo maneno na kuharibia mikutano ya viongozi washikwe mpaka kotini, si ndio? Na hiyo tumeelewana eh. Na hizi mizinga tutapatia akina mama vikundi ya akina mama, wafanye biashara, wainue maisha yao, wapate pesa mfukoni, wasomeshe watoto, maisha iwe sawasawa.